Ndugu zangu, leo nataka kukuelezeni, mgombea wetu amekuwa akilitajataje, lakini leo mi nitaka niliweke wazi suala la linaloitwa Shirika la Uvuvi Zanzibar ZAFICO. Ndugu zangu, wale wakubwa wa umri hata wa umri wangu mimi tu watakuwa wanakumbuka nchi hii ilikuwa na shirika la uvuvi kwa jina hilo hilo ZAFICO. Wakati fulani likabadilishwa jina likaitwa ZAFIDEKO, yaani shirika la uvuvi, baadaye likaitwa shirika la maendeleo ya uvuvi Zanzibar, na lilianzisha ni marehemu Mzee Abu Jumbe Mwinyi, rais wa pili wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu amlaze pema. Na kama anavyosema Mheshimiwa Othman, ilipoanzishwa Zafiko hakukutafutwa mgeni, walitafutwa vijana wa kizanzibari hapa hapa, wengi walikuwa ni walimu tu, wakapelekwa tena, wamepelekwa chuo jirani nilichosoma mimi Uingereza mpaka wake ni barabara tu kinaitwa na wako baadaye, walipelekwa hicho ambacho nilisoma mimi cha Hal, sababu Hal ni mji wa uko baharini, ni mji wa uvuvi Uingereza maarufu. Wakapelekwa na mmoja ni mtaje kwa jina leo, ambaye alifanya mapinduzi makubwa kwenye uvuvi, yuko Uingereza leo, Said Salim Kombo, mpigeni makofi sana huko leo maalimu wa skuli kwao Kangani Pemba kule. Waliporudi hawa wakaisimamia Zafiko ikafanya kazi kubwa sana, tulosoma sisi, mnakumbuka, mpaka miaka ya 80 nie mwanafunzi 87 88 89 tangu niko hailisalasi mpaka Nikolumumba tunakwenda kwenye mashindano ya michezo ya elimu bila ya malipo Septemba. Mnakumbuka vijana walipokuwa akitimua mbio, ilikuwa maskhara huku majukwani kwamba mbio zile ni matokeo ya protein ya virungu mpweke. Au umesahau jamani? Kwa sababu ZAFICO ilikuwa inavua mpaka samaki hawana pa kupelekwa, ikawa neema kwa watu masikini wa nchi hii. Hakuna shida kitewewa. virungu mpweke vibua, unakwenda kuchukua unavyotaka kwa bei ya chini, hata maskini wa kutupwa alikuwa anaweza kuhimili. Leo leo wameiua ZAFICO. Alipokuja bwa mdogo akasema anataka kuirejesha ZAFICO, lakini tizameni baina ya ZAFICO aliyoasi Sheikh Aboud Jumbe, Mwenyezi Mungu amlaze pema, na ZAFICO hii ya bwa mdogo. Kwanza yamechukuliwa mashirika ya serikali ambayo yenyewe ni ufisadi mtupu uko ndani, zikatolewa fedha zikaingizwa, ati ndio wenye hisa kwenye ZAFICO. Pesa ya serikali, matoa wa huku ukipeleka huku. Wa kwanza ni shirika au mfuko wa ZSSF, mfuko wa hifadhi ya jamii, fedha za wafanyakazi wa nchi ZSSF ikaambiwa itoe fedha asilimia 45 ya hisa kwenye ZAFICO. Shirika la bima la Zanzibar, fedha zinazopatikana kwa kukamuliwa wananchi kupitia bima za bei kubwa, zikaambiwa ziingize fedha ziwe na hisa asilimia kumi shirika la bandari Zanzibar linalokamua wafanya biashara wanaoleta mizigo nchini ambayo lenyewe limeshindwa kazi. Aibu tupu pale meli zinazokuja zikakaa miezi mitatu zikakosa ukuta mpaka upige simu Ikulu upewe ukuta. Wewe shirika la bandari liloshindwa kazi likaambiwa asilimia kumi na nane liweke hisa zake kwenye Zafiko na shirika hili ambalo ni jasho la wakulima wa karafuu nchi. ZSTC, shirika la biashara taifa, likaambiwa liingize fedha asilimia 27 ya hisa katika ZAFICO zote. Mkitizama, si pesa ya bure bure, ni pesa za watu maalum, ni ama ya wakulima wa karafuu ZSTC, ama shirika la bandari anaokamuliwa wafanyabiashara kule.